Tamatika majirani zenu wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club wamepoteza kwa jumla ya goli moja kwa bila pale nchini Tunisia. Mnasemaje majirani? <laughs> Kwanza nimesikia raha sana, nimesikia raha sana sisi. Tunasema hatuna uzalendo na majirani, na tumefurahi kwelikweli. Yani hapo nasikia raha, <coughs> raha mwenyewe kwamba kwa kama kawaida yao lazima wakubali kwamba timu yao ni mbovu, timu yao ni mbovu kuliko timu zote mbovu. <tipa> Shee, huwezi kutoa sare na mtibwa nyumbani, alafu uende ukamfunga Esperance ya Tunisia ya ugenini. Ni dhambi, ni dhambi kubwa. Na niwaambie wa Tanzania, kila kilio tulichokuwa tukikizungumza sisi, miongoni mwa watu ambao wameisababisha ligi yetu sisi kushuka viwango ni Simba ligi yetu imeshuka viwango kwa sababu ya Simba. Mi nakwambia wallahi. Timu inafungwa kila wakati, kila inapoingia uwanjani inafungwa. Na niwaambie wanayanga wote duniani tumeumizwa na matokeo ya leo. Kwa nini tumeumizwa? Sisi tuna wivu, tumeumbwa na roho hii. Huyu ni mai wetu, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kwa nini kila sehemu wanaenda kugawa utamu mshangazi? Tumeumia sana sana. Mi niwape pole kwanza, naomba niwape ni pole Watanzania wote wanaoshabikia Dar es Salaam Young Africans walioko ndani na nje ya nchi, poleni sana. Huyu ndo mpendwa wetu tuliyempenda mai wetu, lakini anachokifanya yeye kila sehemu anagawa utamu. Tuambie tu, wana kitu cha kujifunza. Usimuone Injinia Harris anatoka hapa, anaifuata timu kokote ilipo. Viongozi wa Yanga ilipo Yanga ipo wapo, una kitu cha kujifunza. Sheye ni msiba mkubwa, leo hii Nixon Kibabage anakwenda kupata namba pale Simba nafasi ambayo iko nafasi ya tano barani Afrika katu sischota chama okay, anaenda ana kuchukua namba Selemani mwalimu, atakugusa mpira aje, aje kugusa mpira? hajagusa mpira mwalimu, mshambuliaji huyo. Wana kila sababu ya kujifunza kwamba mpira ni biashara Dio, Dio. Mpira ni kuvunja benki kwenda kutafuta wachezaji wenye hadhi Dio, na thamani ya, ya klabu yako Dio. Klabu yako iko nafasi ngapi barani Afrika? kwa nini wewe usiende kutafuta wachezaji wenye hadhi ya klabu yako? Naam, eh, wapinzani wenu eh, FAR Rabat na JS Kabylie wamemaliza kwa sare ya sifuri bin sifuri. Naiona nafasi yetu, naiona nafasi yetu nakwambiaje? <messizia> hizo alama mbili kwetu sisi tumefurahi kwa sababu tunakwenda kumpiga yeah, national ahari yeah, tunakuwa tuna alama ngapi? tuna alama saba, saba. Yeah. ina maana hakuna mtu atakayetufukuzia sisi yeah. Tunakwenda wakubwa watupo katika bara la Afrika, Dar es Salaam Africans yeah. pamoja na national ahari yeah. Ni wahakikishie wana Yanga yeah, tulizofungwa zile goli mbili jana yeah, tumepiga mpira mwingi tumesikia raha yeah. Na tunakwenda kuwafunga katika ardhi ya nyumbani pale nyuma amani Guantanamo, ile ni gereza ambalo yeah, ukiingia yeah, ni mlango wa kuingia wa kutoka hakuna, ah, <laughs>